Na, mtazamaji, taarifa inayofuata ni madai na ni umbea, sawa. Uchawi katika soka umekita mizizi tangu jadi. Je, wajua kwamba uchawi pia hutumiwa na wakufunzi waliosifika sana duniani kama vile Jose Mourinho wa Chelsea? Na je, vilabu vya Gor Mahia na FC Leopards, unafahamu kwamba vina idadi kubwa ya mashabiki nchini, lakini wajua kwamba idadi hiyo kubwa pia imevutia uchawi? Hizi hapa, hmm. Basi, dozi dozi za hapa na pale katika spoti kwa miaka mingi debi baina ya AFC Leopards na Gor Mahia limekuwa lenye itikadi nyingi zaidi ya soka ya kawaida kila wakutanapo vigogo hao wawili huibuka maswala ya uchawi na ndumba zipo tetesi kuwa kabla ya debi la juzi wachawi wawili walipatikana uwanjani Kasarani saa kumi alfajiri wakiwa uchi wa mtoto hata hivyo hayo kando tarehe mbili mwezi Juni mwaka 1975 kwenye debi iliyochezewa uwanjani City AFC Leopards ilishinda Gor Mahia goli moja kwa bila wakati wa mechi hiyo kuna ndege mmoja mweusi kwa jina la Oteno ndege alitua katika goli la timu ya Gor Mahia AFC Leopards iliubishabisha mlango huo kila dakika nukta na sekunde kwa mashambulizi makali bila mafanikio hadi ndege huyo alipofukuzwa na walinzi ndipo wakapata bao hilo la kipekee. Inasemekana baada ya mechi hiyo mashabiki wa timu ya Gor Mahia walimlaani ndege huyo Otieno Ndege kwa kushindwa kufanya kazi yake namna alivyokuwa ametakiwa. Kwingineko, mojawapo ya sifa za kocha wa timu ya Chelsea Jose Mourinho ni kuwaponda waamuzi kila wanapofanya maamuzi kinyume cha matakwa yake. Najua wengi wenu mnamkumbuka sana alipomchuna shavu naibu kocha wa timu ya Barcelona wakati huo Tito Villanova. Hata hivyo, inaaminika kuwa sifa na siri ya ufanisi wa Jose Mourinho imo ndani ya nguvu za uchawi na uganga. Inasemekana Mourinho hupitia kwa mganga kabla na kila baada ya mechi. Mwaka 2010 alipojiunga na timu ya Real Madrid, Mourinho alimpata mganga mmoja kwa jina la Eli Arroyo Lopez katika wilaya ya Granvilla mjini Madrid. Lengo lake kuu lilikuwa ni kupewa dawa na uchawi wa kuiangamiza timu ya Barcelona. Mourinho alisaidiwa na akaanza msimu kwa kutoka sare kwenye El Clasico yake ya kwanza. Uhusiano baina ya the special one na mganga huyo uliendelea kuimarika kila Mourinho alipokuwa akishinda. Mwezi Aprili mwaka 2012 Mourinho alimtembelea mganga huyo nyumbani kwake asubuhi na mapema. Nia na madhumuni yake asaidiwe kuishinda El Clasico. Hata hivyo, wawili hao walitofautiana wakati mganga huyo alipomtaka Mourinho aongeze kiasi cha fedha. Kwa hamaki, Mourinho alimtusi na kuondoka. Walipofika uwanjani Camp Nou usiku huo, Barcelona ilibamiza Madrid magoli matano kwa bila. Mourinho alirejea kwa mganga na kuomba msamaha. Hata leo inasemekana kuwa kuna mzizi wa uchawi katika mojawapo wa goli katika uwanja wa Stamford Bridge. Mzizi huo umeilinda rekodi ya Mourinho ya kutofungwa akiwa nyumbani. Steven Mukangai, Dozi Dozi za utesi ugani.